Watu wasiopungua 59 wameuawa Gaza, wakati vifaru vya Israel viliposhambulia umati wa watu waliokuwa wakijaribu kupata msaada kutoka kwenye malori jana Jumanne huko Khan Younis. Mashahidi waliohojiwa na shirika la habari la Reuters walisema Vifaru vya Israel vilifyatua makombora mawili kwenye umati wa watu waliokuwa wamekusanyika kwenye barabara kuu ya mashariki kupitia Khan Younis kwa matumaini ya kupata chakula kutoka kwenye malori ya misaada yaliyotumia njia hiyo. Tukio hilo la karibuni zaidi katika mauaji ya karibuni kila siku ya Wapalestina waliokuwa wakitafuta msaada, katika muda wa wiki tatu tangu Israel iondoe kwa sehemu kizuizi katika eneo iliyokuwa imeweka kwa karibu miezi mitatu. Israel imeruhusu misaada kuingia Gaza kupitia shirika jipya linaloungwa mkono na Marekani na Israel, ambalo linafanya usambazaji katika maeneo machache yanayolindwa na vikosi vya Israel.